Kuna tukio ambalo tumeibua kijana ambaye amefungiwa ndani mwenye umri wa miaka mitatu. Kwa hiyo, kwa ushirikiano hili namna, inabidi tuwashirikishe viongozi wa serikali za mtaa na hatimaye kumchukua afisa ustawi wa jamii wa wilaya. Wamekuja kwenye tukio hili na mwenyekiti wa halmashauri. Kwa hiyo, tunatekeleza ile zima inayosema kwamba tupite majumbani tuweze kuibua kero ambazo zinapatikana kwenye jamii. Kwa hiyo kwa leo kijana huyu tumemwibua, inaonekana ndani ya wiki mbili alikuwa anafungiwa ndani na bibi yake kao, alikuwa kuna kila huduma hapati, kila kitu kinaonekana yuko ndani. Kwa hiyo, kwa hali hii, watu wa ustawi wa jamii moja kwao kwa moja tumeripoti kwao, anaendelea na wananchi wa kata ya Kwenjugo mtaa huu wa Bwila, kwa ushirikiano ambao wameutoa kuakisha kwamba mtoto huyu mdogo ambaye anafanyiwa vitendo vya kikatili na bibi mlezi wameweza kutoa taarifa dawati la ustawi limefika, mtendaji wa kata na serikali ya mtaa kwa ujumla, na wapongezeni sana kwa hatua ambazo mmechukua, kwa sababu mmeonyesha uongozi, mmeonyesha kujali, mmeonyesha kuthamini, na hatimaye tumemsaidia mtoto huyu ambaye hakika amekuwa na changamoto hii ya kufungiwa ndani na kuachwa kutwa nzima akilia bila kupata msaada. Lakini wananchi mmechukua hatua, mmemsaidia na matokeo yake, imani yangu hatua zitakwenda kuchukuliwa. Ombi langu kwa wananchi wa Handeni mjini, hakuna sababu ya kunyanyasa watoto. Watoto hawa ni tunu. Mtoto huyu ukimtunza, kesho atakuwa ni msaada kwako, lakini kwa wenzangu ambao ni vijana wanaozaa watoto wanatelekeza kwa bibi, walelewe wenyewe wakiwa wanakula maisha. Maagizo yetu kwa afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri ya mji wa Handeni ni kuwaita, kwa kuanza na huyu ambaye yeye yuko Geita kama baba mzazi, mama yuko Songea, lakini jukumu ameachiwa mama huyu ambaye anaendelea kumtesa huyu mtoto. Uchukue hatua ili kila mmoja kutimiza wajibu wake wa kimalezi. Mimi naamini tutakwenda kumaliza changamoto hii, lakini tukiacha mambo haya yaendelee, tafsiri yake kinachoumia ni kizazi ambacho hakika ni nguvu kazi ya taifa.